Leo kama kuna siku nimewahi kuwa na furaha, basi mojawapo ni hii ya leo. Ulichokifanya leo, umefanya jambo kubwa ambalo kwayo linaenda kuitangaza Kyela, kwamba kuna sehemu inaitwa Matema, sehemu yenye ziwa, sehemu ambayo mheshimiwa spika ameenda kuweka alama ambayo itaandikwa milele na milele. Nataka niseme Wana Matema, wana Kyela, wana Mbeya, sisi Mbeya tulikuwa nyuma sana, tuliachwa nyuma sana, vita yote ilikuwa inapiganwa Mbeya, tulikuwa tunagawanywa. Leo amekuja huyu mama anaitwa Dr Samia Suluhu ameamua kutuunganisha wana Mbeya kupitia huyu dada yetu, dada yetu spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania anaitwa Tulia na roho yake imetulia kweli. Mheshimiwa Spika, wewe pale Mbea wanakuita Mbozi, mimi huku nataka nikuite gwe Mwengelele, weyafyale ulemkasi urenk, gwa anyafyale ulemwehe wehe bwako umeonyesha kwamba wewe ndani ya moyo wako chifu mwansasu wanatembea. Hata machifu hapa watanisaidia na wataniambia watu wote wanaotokana na chifu za na, na koza kichifu hawana hiana siku zote wanahubiri upendo. Tunajua kupitia wewe tunaenda kujenga upendo kwa wana Mbeya wote na Mbeya itabaki salama kupitia wewe. Tuna imani na wewe Mheshimiwa Spika, nimepongezwa kwamba na mimi nilishiriki kukushawishi uje ujenge nyumba hapa. Ni kweli nilifanya, lakini wapo walioshawishi zaidi, nao ni wananchi wa Matema. Nawashukuru sana wananchi wa Matema kwa kumbeba ndugu yetu Mheshimiwa Kuru. Na kushukuru ya sakafu ya moyo wangu. Leo tunaenda kujivunia nyumba ile ni kwa sababu yako. Tunajivunia nyumba ile sio kwamba wewe una mali